Huyu ndio kuku mbegu kubwa. Kama mnavyoona paja hili, imelishika mkono wangu hujalimaliza, lilivyo kubwa hili paja, naliona paja hili. Unaona bwawa lilivyo kubwa hili bawa, kidari, ona kidari kilivyo kikubwa, naona paja hili lilivyo kubwa. Yani tunaposema kuku mbegu kubwa, tunamaanisha kuku mbegu kubwa. Unaona, kuku huyu anapima karibu kilo tatu. Kuku huyu, kuku mkubwa hasa. Yani unajua maana ya kuku mkubwa, ndio huyu hapa. Tunaposema mbegu kubwa, ukichanganya kuchi na kuku mbegu bora, unapata kuku mkubwa ndio huyu hapa yes wangu ni mkubwa kweli kweli yaani ni mzito huyu kuku ni kilo tatu karibu na nusu huyu ni mkubwa hasa kama mnavyomwona hapa naona bawa lilivyo kubwa ili haja ili kubwa Karibuni, Mama Kuchi muweze kujipatia